Haya, wakati tunaendelea mbele basi, kumbuka shambulizi ambalo lilijitokeza na wakaja wakagundua kwamba yule ambaye ameuawa hata si hasa. <tipulia> kila mtu akashangaa, inawezekana vipi? <tipulia> huyu mbona tunamjua? <tipulia> watu wengi wakasogea ili kumtambua huyu. Inaonekana ametolewa tu kama mbuzi wa kafara huyu, sio? Wakamcheki namna hii. <tipulia> Ma Kongqun. Huyo ni mtu wa tatu. Umemua kwa mikono yako Mb. Sasa ni kushukuru. Sasa hataki kujitokeza. Anasikika tu sauti yake ila kujitokeza hajitokezi. Wote hawa wameuawa kwa ajili yako. Umewatoa kafara. Lazima wakuchukie. Sasa na yeye Ma Kongqun anasema jitokeze, Jitokeze. Si ujitokeze. Wewe unadhani mimi nakuogopa? Jitokeze sasa. Hebu <totipi> jiangalie. <totipi> Wala huna nguvu yoyote wala ujasiri wa kubishana na mimi. Kama basi utofia hapa. Nitaendelea kukuchezea michezo hivyo hivyo. Mako chuni akawa kama ameanza kuchanganyikiwa. Zile kelele zinamkwaza. Alafu mwamba ajitokeze. Eh, yani mpaka ulie machozi ya damu.

kama kiongozi wa eneo hili na sasa tumempoteza Master Murong Minzu, je, uwe, upasu kufanya kitu. una maana gani? kwa kusema Ongche, shu. Fuongshu, alisema kwamba kwamba kwamba ilisemekana so, we'll ndo amemuua amemuua yule no, we'll mtu Master Master Murong Minzu. Na na njia, kum... Master Murong Minzu minzu na na na ulikuwa njia ya kumzuia, mwisho wa siku zinageuzwa taarifa tena, sijui Master Murong Minzu alijiua, sasa vitu vikaanza kugeuzwa no, una maanisha nini eh? Mm, kwamba unataka ni uwawe, sihitaji uwawe. Um, um, ni huyo Heaven Dog anataka uwawe. Ndio maana kumbe basi sisi wote tulialikwa kwenye harusi. Um, um, um, kila kilichofanywa na Heaven Dog pingine hakituhusu sisi, kinakuhusu wewe. Ili tuwe salama, ina maana wewe inabidi usiweje. <laughs> Eh, hey, watu ndio haya. Basi ikiwa ndio hivyo, basi mnataka kuwa salama sio? Basi ondokeni mniache mwenyewe. Labda bosi tukwambie. Wala huhitaji kutulaumu kwa kile tulichosema. Wewe ni mtu muhimu sana, lakini mambo yakiendelea namna hii Iti. basi na maana wewe huhitajiki, inabidi ufe e. Gong sana akasema kaa kimya no. Kwa nini unakosa adabu? no. ni ina maana Gong sana umesha sahau kwamba Fu Hongxue amefanya nini? Kama Ma Kongqun akiendelea kuwa hai, ina maana sisi wote huyu Heaven Dog atatumaliza en, na pengine wewe ndo utakayefuata. Hmm, kweli Ma Kongqun akakaa pale kimya kabisa, hajasema chochote. Binti akainuka mhm, mm. Mzee alipomwona binti yake hakufanya chochote. pinsi nimea misac sisi tumepewa kazi gani? kwani hapa tuko hapa kwa ajili ya jambo moja tu. kwa nini tupoteze wenzetu? i pue buway... ha... au unaogopa kuuawa? a <tutu> <tutu> Lida Yuan, kiongozi Yuan, wewe ndio kiongozi wetu hapa katika kundi la wapiganaji. hivi wai hi unajua iko lichokizungumza kwamba unatengeneza e, mafarakano kati ya ya mtu na mtu, na na ni ni nini nini ambacho unajaribu kuficha au unashirikiana na huyo mtu? Wewe kiongozi, ni nini unachojaribu kusema mbele za watu wengine, kwamba Ma Kongqun? Unamaanisha maisha yako yana thamani kuliko ya... sisi tunataka kuishi pia Mm, inaonekana mzee akaanza kupata upinzani wakati huo. Tunamwona hapo Ye Kai pamoja na Misdi <mimu> wametulia, kama basi, kuna mtu yeyote atakayempata muuaji, mimi nitampa zawadi nono ta... atachukua chochote anachokipenda hapa katika ili <tipanilis> zawadi iliyotolewa <hii>. iliyotolewa <tipanilis> <tipanilis> <tipanilis> muuaji akipatikana, atakayemuua muuaji atapewa zawadi nono katika kasri <tipanilis> hiyo. Je, inamaanisha ni pamoja na binti yako mrembo <tipanilis> nilishasema tayari chochote mtakachohitaji katika kasiri. Atakayefanikiwa kumuua muuaji, yani kumpata muuaji, nitatoa zawadi hadi binti. Kachukuliwa kolatero naye bondi, hadi binti kajumuishwa. Yani huyu mzee amechanganyikiwa, ni anaamua kumtoa mpaka mtoto wake sadaka. Sio kwamba amechanganyikiwa, wesi. Unajua hapa makundi yote yako hapa leo. Masio rahisi sana kusema huyu mtu utampata. Ina maana ni kama vile ameamua kuwatoa wote sadaka. Mama tanga murungja da kama basi unavyojua Maura Mwinzu sasa shikasha uwawa. Ta kai za chungshin xuan yi ge nyu. Maana yake ni kwamba Mako Chu anaweza kutafuta mtu mwingine kumooa binti yake. Bu shi wei chungsu jianghu de yi ge hao fangfa. Kwa hiyo basi, ametafuta njia rahisi ya kutengeneza zawadi itakayowafaa wengi. Baba, Fu Hongxue ba Qunlong gu de jie zou la. Xianzai yi ge ren zhe wang inaletwa taarifa kwamba Fuongshu amemteka Chino na anakuja naye upande wake. Mwanzoni basi kila mtu alikuwa anachukulia kwamba e, mtu ambaye basi alikuwa ni hatari na amehusika na mauaji ya watu pale atakuwa lazima ni Master Fuongshu. Lakini basi, ndio hivyo, inasemekana kwamba amevamia gereza na amemtoa kimasomaso, e, binti yule kwamba yuko huko na yeye ameamua kuja huku kujichanganya katikati ya wote hao.

Sasa binti ko kule mbali naye alitaka kuona upanga huo una damu ya nani, kwamba nyinyi mna wasiwasi. Mimi ndo niliyeua farasi wenu, sio mm? Hata sasa kila mmoja amekuona ni wewe tu pekee ukuwa katika harisi. Jamani, mimi hata sijafanya hicho kitu mnachosema, sijawaua farasi. Narudia tena. Gongsani amekasirika, weka upanga wako chini, wewe Bwana wewe. Gong San si akaanza kupambana naye. Sasa angalia uwezo alionao huyu Mwamba eh ee, Fuhong. <coughs> Yeye hata hajapigana raundi. Upanga tayari uko shingoni. Hebu acheni wewe ujinga. Ni... Yeye ameshasema kwamba husiki na wala hajafanya mauaji mauaji yoyote. Chimba, umeyo. Lakini una ushahidi wowote? Sasa tutakuamini vipi? Oh, Nitamkamata aliyefanya hayo mauaji na nitamleta hapa mimi mwenyewe. Jamaa anajiamini sana. Maloba Bosma, je, ikiwa nitamuua basi huyo muani kumleta huyo heaven dog, je, chochote nitakachohitaji hapa katika kasiri lako utanipatia? Akasema mimi ni mtu wa ahadi. Nikisema natimiza. Eh, binti akasha akawa ameelewa njia anayotaka kutumia. Unajua sikujua kama Fu Hongxue ni mtu mwenye nguvu. Huyu jamaa waogopi kitu Mm, sasa simeshatolewa chochote ahadi kwamba chochote atakachohitaji atapewa. Basi angalia. Binti akaona kama ndoto vile. Sura ya yule Heaven Dog imemtokea papka kwa ghafla. Alitoka nje lakini hakuona mtu yeyote. Spidi ambayo anaitumia huyo Heaven Dog siyo ya kawaida. Lakini ameshtuka sana, kwa sababu ndio kwanza alikuwa ametoka usingizini. Kwani ni kitu gani kilichomtokea? Basi akaamua sasa binti kuchomoka aone inakuwaje. Anakutana eh, na jamaa mbele, wanakubaliana ingia hapa. Wakaelekea upande ule wakaingia. Kumbuka hii ni sehemu fulani private sana. Basi waliingia katika hii chemba haingia sema niingie kufanya nini

Hmm? Yani kama sitaweza kuolewa na wewe. Unajua kama sitaweza kuwa pamoja na wewe ni bora nifanye. Mimi siwezi kukubali wewe ukapatwa na mat matatizo. Sasa anataka kuingia naye kule jamaa katika. Sikiliza mimi nitamkamata huyo jamaa. Na hii ni kwa sababu nataka uwe salama. Hakuingia kule ndani. Ma Kongqun alianza kuona jinsi Fu Hongxue anajiamini. <coughs>

Master Fu yuko sahihi kabisa kwa kile anachokizungumza. Nini kitakachotokea? wa kitakachotokeasa s mm, pue na kama basi atashindwa kumkamata muuaji sijui, sasa itakuwaje, lakini kwa sababu ametaka mwenyewe, ngoja hebu msindikize basi jamaa uyu. E, lakini bibie, hebu tuingie kwanza ndani. ni jambo la kutisha kwa sababu, hata anachoenda kupambana nacho wengi hawajui ni nini, kwa sababu unajua yule, yule heaven dog anakuja kama mawingu mawingu, yani huwezi kumuona ujue anakuja vipi, yani ghafla tu unashangaa mapambano hayo hapo, yani anakutokea tu ghafla tu namna hiyo. Basi ndio hivyo. Ni kweli, unataka kumkamata heaven dog? Wewe vipi, unataka kunisaidia?

Fuangshu, kila mtu anataka kukuua sasa. Inabidi tukuangalie uwe salama. Huyu jamani wa ajabu anafikiria nini bwana? Wala usijali, yeye ataje msaada wangu. Nimeulizia kuhusu Murong Minzu iliwaka. Nimeambiwa umewekwa katika mahakama ya ziwe. Sawa, huyu jamaa si anajikuta anajikubali. Ngoja sisi tukaomboleze huko huko. Mm, yani ina maana wataka kwenda huko na wewe? Mm, wakati mwingine pia maiti zinaongea. Bwana, usiniogopeshe, unamaanisha nini? Kaka, unamaanisha kwamba haijalishi muuaji ametumia mbinu gani. Lazima uende, atakuwa ameacha ushahidi nyuma, siyo? Na sasa tukiupata mwili, maana yake ni kwamba tukiuchunguza, tutapata majibu. Hilo nimelipenda kaka. Unakaa ningen siren shohua do bi dui wo re. Nyinyi bwana, mnavyoongelea ongelea maiti, mimi nitaota usiku eti. Kidogo akaona lile wingu wingu la yule heaven. Mbona kama kuna moshi kule? Ndio, ndio. Pale ni wapi? Oh, na mm, ni sehemu ambayo mwili wa Ngwizu amewekwa na wanaochoma mwili wake. Wakaondoka haraka walipojua mwili wake unataka kushuka. Sasa anang'aa. Mwili unachomwa kwenye majinezi. Watu wakaona anahangaika kuzima moto. Sasa nani amewasha moto? Anasema tujue. Tusaidieni kuzima moto basi. Sasa nani amewasha moto? Sasa anasema tujue, tusaidieni kuzima moto basi. Haya, wale kule nao wanatokea wanapata moto tayari ushakuwa mkono. Ah, nani tena ametaka kufanya hichi kitu? Sasa, inaona inaonekana kuna mtu ametusikia ameshatangulia mimi. Aha. Ametaka kuuchoma mwili wa Murong Minzu ili tukose ushahidi. Inaonekana muuaji anajua tunachunguza. Huenda hata hayuko mbali. Sawa basi. Sasa tunafanyaje? Eh, ili tuweze kuwa Tuangalie njia nyingine ya kufanya. Wakazunguka upande mwingine. Master Fu anajiamini kwamba atamkamata muuaji, lakini wakati ametoka akaona kuna moto mkali unawaka. Ni upande ule ambapo basi miili ya watu ilikuwa imewekwa kwenye masanduku. Wengi wanakimbilia huko kuzima moto. Wewe, wewe, wewe, unafanya nini? Unaenda wapi? Kuna haja wewe kujua naenda wapi? Ni wewe uliyowasha ile miti maiti zile moto? Akasema hapana, anataka ku, kuondoka. Jamaa mzuri akamuuliza unataka nini? Kurua mishi, kama hata mimi pia nataka kwenda kuchunguza, twende pamoja. Ah, sasa wewe kama unataka kwenda si uende wewe. Fu Hongxue nataka usubiri, ni kuonyesha hata mimi nitapata ushahidi tu. Wakabishana pale, basi gongsana akaondoka. Basi Fu Hongxue kabaki peke yake, ba hajui cha kufanya. Wakati anataka kuondoka, akawa amepata kusikia sauti fulani za ajabu. Zile sauti zikamvuta kuelekea uelekeo ule, akawa anazifata. Lakini wakati huo, Chui Non anachunguza, unajua ni spy. Sasa sijui ni kama Master Fu ameshajua kwamba Chui Non hayuko mbali, anamfuatilia. Kwa hiyo ni kama vile ni kama anamvuta kuelekea uelekeo fulani lakini kumbuka mama wa jamaa huyu ni kama anakuaga na ishara yake fulani. Kuna kiji sauti fulani akikipiga kama filimbi, jamaa huyu anakuwa anajua kwamba ni wapi aelekee. Basi akaenda kumsalimia mama eh. Huyu mwanamke ni nani? Chui naona anajua, mbona haonekani kama ni mtu wa kawaida ajichanganye na watu, alafu Fu Hongxue anamuita mama. Huyu lazima atakuwa anatokea kwenye ile demon section. Akageuza uso wake na mali, basi kijana yuko pale anaangalia tu. Inaonekana kama vitu vinaenda vizuri eh? Oh. Ma... Nimefanya kama ulivyonituma. Katika siku ya harusi. Heaven dog ameua watu wengi. Sasa hivi kwenye kasri kila kitu kimebadilika. Watu wengi wana wasiwasi. Vipi kuhusiana na Ma Kongqun? Ma Kongqun bado anajaribu kupata majibu. Huyu ni wa kuadhibu. Acha apitie adhabu. Basi kuna maswali mengi. Vipi kama mwanamama, ndiyo Heaven Dog, wengi wanamuita kwa jina la master. Huu mwanamama huyo ndio kiongozi wa Divo, Divo Section, au Demon Section ama dhehebu ambalo basi, kwa kifupi, wanatumia uchawi zaidi katika nguvu wanazotumia kupigana. Sasa tumeona mengi na mtu anayejitokeza mbele za watu tumekuwa tukiona mara kwa mara anavaa mask na ameua watu wengi. Sasa bado uchunguzi unafanyika. Mm. Hayajapatikana majibu ya moja kwa moja ni nani anayefanya yale yote ambayo ni machafuko. Mm. Mm. Mimi nitaendelea kuwa na wewe kwenye episodi zinazoendelea. Tafadhali endelea kuwa karibu nami, zingatia kwamba bado nitaendelea kukupa burudani kwa kadiri niwezavyo. Wewe basi ndio namba moja. Hakikisha unaweka maoni yako chini, andika jina lako, unatazama ukiwa wapi. Nitafurahi pia basi ikiwa utasubscribe, kama hujawahi kusubscribe, comment, kama hujawahi kucomment Like pamoja na kushare kama haujawahi kushare. Niko nawe hadi tamati. Tamthilia inaitwa Legend of Chi. Asante kwa wakati wako, tukutane kwenye episode inayofuata.